Chama Cha Mapinduzi tunavyokuja na kuomba kura kwenu kwa sababu tumejipanga, tuna mambo tunataka tuyafanye. Na kata hii ya Kilagano yapo mambo ambayo tayari yameshaandikwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Ilani ni mkataba. Ilani ya uchaguzi ni mkataba baina ya chama na wananchi. Na sisi katika mikutano yetu hatuji kupiga porojo, tunakuja kuzungumza yale matamanio na kazi ambazo tutazifanya kupitia ilani yetu ya uchaguzi. CCM oye! Na tumejipanga yapo mambo mengi, na mgombea udiwani nilimwambia asome sana yaliyopo katika ilani mpya ya 25 kuelekea 30 na hayo yapo mengi na amenihakikishia kwamba amejipanga atakuja kuyasema. Na hayo hayapo katika mdomo tu, yapo katika ilani yetu ya uchaguzi ya 2025 kuelekea 2030, yapo katika ilani hii ya uchaguzi Kilagano. Oye, oye. Wilaya yetu ina kata 16 kwa maana ya jimbo hili la Peramiho, kata kumi na ngapi? Kumi na sita. Naomba niwaeleze katika kata kumi na sita tayari chama cha Mapinduzi kata kumi na moja tumeshapita bila ya kupingwa, hapo vipi sisiemu? Oye, tuliachia kata tano tu, lakini jambo la kufurahisha zaidi jimbo letu la Peramiho mgombea ubunge wa jimbo la Peramiho kupitia Chama Cha Mapinduzi, Jenista Jaki Mhagama naye amepita bila ya kupingwa, pigeni makofi kwake. CCM hey, oyee! Mutaona ndugu zangu, mutaona kama kweli Chama cha Mapinduzi kimejipanga kuwatumikia wananchi wake, na ndicho chama pekee ambacho leo kimesimamisha ama kinamgombea ngazi ya urais, ndicho chama pekee ambacho kinawagombea wagombea wa nafasi ya ubunge majimbo yote nchi nzima. CCM ndio chama pekee ambacho kimesimamisha wagombea nafasi ya udiwani nchi nzima na ndio maana tunatamka kwamba Chama cha Mapinduzi kina mafiga matatu, tukianza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Jenista Mhagama, na diwani wetu James Damian Mumba, CCM oye, ambao tayari tumeshawapa ilani yetu ya uchaguzi ya kwenda kufanyia kazi. Sasa leo anatokea mtu anaanza kuchezea na kukoroga akili zetu, anasema eti anatosha, wakati kwenye jimbo hana mbunge. Atashauriana na nani huyo anayesema kwamba anatosha? Kwenye vijiji hana mwenyekiti wa kitongoji wala mwenyekiti wa kijiji wa chama chake, kwa nini hata kutokoroga akili? Na ngazi ya juu, kwa maana ya urais, chama hicho hakina mgombea ya urais. Je, yeah, hawa kweli wana dhamira ya kumkomboa Mtanzania? CCM oye! CCM oye! Kwa ndugu zangu, wito wangu kwenu, naomba tuwakatae watu wa namna hiyo. James Mumba wa Chama Cha Mapinduzi ana watu, ana viongozi. James Mumba anaye mbunge wake James Mumba anaye rais wake. Uongo kweli? Sasa nafika mtu anatuambia kwamba mimi natosha kuwa diwani, huyu atapata ushauri kwa nani? CCM oyee, chama cha mapinduzi hatuna mashaka, na ndio maana wenye chama chao wapo pale, wazee waasisi wa chama cha mapinduzi hao wa vyama vingine wanao wazee hamna. CCM oye! Kwa ndugu zangu, sisi ni wazoefu wazo wa shughuli hizi za uchaguzi tangu tumeingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 95 hadi leo, chama hiki kimeendelea kuaminiwa na wananchi, na ndio maana tumekuja kwenu kuja kupiga magoti kwa heshima kabisa kuja kuomba ridhaa ya kutaka kuendelea kuwahudumia wananchi katika uchaguzi huu mkuu wa 2025 kuelekea 2030, sababu tunayo uwezo tunao, lakini pia nia tunayo. Kilagano oh woye oh! Kwa ndugu zangu wana Kilagano, siku ya 29 tusifanye makosa, Tusijaribu, twendeni katika vituo tulivyojiandikishia, twendeni tukapige kura kwa wagombea walioteuliwa au kusimamishwa na Chama Cha Mapinduzi, CCM oyee, kwenye nafasi ya urais. Musifanye kosa, ndugu zangu, wana Kilagano, awamu hii ya miaka minne ya mama Samia, wana Kilagano mmekuwa ni wanufaika. Wakati anaingia mama Samia, kata hii kwa sekta ya elimu ya sekondari kulikuwa na shule moja. Sasa hivi mna shule ngapi? Mna shule ngapi? Nani kama mama Samia? CCM oye! Mama Samia wakati anaingia kata hii mlikuwa na kituo cha afya kimoja. Sasa, sasa hivi, sasa hivi mna vituo vya afya vingapi? Viwili. Sisi CCM oyee! Yapo mambo mengi, na ndio maana tunasema ndugu zetu wa Kilagano ni wanufaika, na leo katika ilani hii, jambo moja muhimu ambalo nataka niseme na mgombea atasema kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka huu 25 30 amedhamilia kujenga barabara kwa kiwango cha lami kilometa 30, kutoka Peramio hadi Mgazili. Pigie ni makofu kwa Chama Cha Mapinduzi! sisiemu oye! Tutagusa kila sekta na hayo yote yapo katika ilani yetu ya uchaguzi. Kwa ndugu zangu, kufanikisha hayo yote tunahitaji viongozi makini, na viongozi makini hawatoki katika vyama vingine, bali wanatoka kwenye chama cha mapinduzi CCM. Kila Kilagano oye, oye! Daktari Samia Suluhu Hasani, CCM woye! wangapi watapiga kula kwa chama cha mapinduzi? Naomba tujoshe mkono tena

Kiingereza. Mkimtuma Ufaransa ataenda kuongea Kifaransa. Mkimtuma Ubelgiji ataenda kuongea Kibelgiji. Hapo vipi? Tarehe ishirini na tisa kula zote kwa Mumba. Naomba siku hiyo mjitokeze kwa wingi kupiga kula, mkijitokeza kupiga kula kwa wingi za raisi za mbunge Jenista za Mumba mtaona zawadi yenu mtakayeipata tarehe ishirini na sita tarehe ishirini na saba tarehe ishirini na nane ni siku ya kutafuta kadi yako, ile ya kupigia kura. Umeiweka wapi? mpaka tarehe ishirini na nane iwe unaiona hivi lakini uitunze, wasikuibie. Mmenelewa jamani? Ukiamuka tarehe ishirini na tisa ya asubuhi, ni kwenda tukutiki tu, kwa Samia unatiki kwa Jenista unatiki kwa Muma. Hapo vipi Kilagano oye? Mheshimiwa Katibu, hii ni ilani ya Chama Cha Mapinduzi, ni kuambie jambo Hatujawahi kuwa na mashaka na sera za Chama Cha Mapinduzi. Mashaka yetu ni nani anakwenda kuitekeleza. Mimi nimejipima, ninatosha kwenda kuitekeleza ilani hii ya Chama Cha Mapinduzi, mimi James Damian Mumba. Jambo la kipaumbele pamoja na mengine ni kuhakikisha vituo vyetu vya afya vinakuwa na hadhi ya kituo cha afya, kwa maana ya kupata jengo la kuhifadhia maiti, kupata gari ya kubebea wagonjwa ambulansi, kupata chumba cha upasuaji wakati wa kujifungulia mama mjamzito. Mheshimiwa Katibu kata, Kilagano ni wakulima miongoni mwa vitu vinavyoweza kusababisha bei za mazao yao yakawa chini ni miundombinu ya usafirishaji. Kuna sehemu hata nauli ya abiria ni kubwa kwa sababu ya ubovu wa barabara. Nikupe taarifa, kata hii ndiyo kata pekee ndani ya halmashauri ya wilaya ya Songea, tuna mradi wa mkakati wa kitaifa wa uchimbaji wa makaa ya mawe mimi nikuhakikishie kwa kushirikiana na mbunge Jenisa Joakim Mwagama, kwa kushirikiana na mgombea uraisi wa chama cha mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, lazima nikasimamie haya mkataba wa chama cha mapinduzi kuhakikisha barabara ya kutoka Peramiho kuelekea Mgazini na hatimaye Mwepai inapata rami. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama kata ya Kilagano na mheshimiwa katibu wa wilaya, mimi nasainisha mkataba wa Chama cha Mapinduzi na hawa wananchi. Naomba niwaambie maneno yafuatayo. Katika kuitekeleza ilani hii ya Chama cha Mapinduzi 25 30 kuna misingi minne mimi binafsi nataka niitumie kuhakikisha tunaitimiza asilimia mia moja kuitekeleza ilani hii ndani ya wakati. Msingi wa kwanza ukweli, lazima wananchi hawa waambiwe ukweli. Ukweli kwa maana ya tunafanya nini, tumefika wapi, kwa sababu gani, na kila wakati ili wajue chama na serikali vinafanya nini Labi uwajibikaji. Falsafa ya tatu ni upendo. wamgazini aone sawa na mtu wa Rugagara, wamwepai ajione sawa na mtu wa Njalila, mtu wa Maotoka ajione sawa na mtu wa Mwimbasi. Utakwenda kushirikiana kuanzia ngazi ya chini serikali ya kitongoji, serikali ya kijiji mpaka ngazi ya kata, kwa kupeana taarifa wakati wote ya nani afanye nini ili tupate jambo gani. Na ya mwisho, Mheshimiwa Katibu, ili tuitekeleze ilani hii lazima tuache kufanya kazi kwa mazoea. Mheshimiwa Katibu, ili tuitekeleze ilani hii lazima tuache kufanya kazi kwa mazoea mimi diwani nisifanye kazi kwa mazoea, lazima nirudi kwa hawa wananchi kuwaambia, tuliahidi barabara, tumefika hapa, tuliahidi maji, tumefika hapa. Si kwa sababu tumepita ishirini na tano basi tunajua tutakutana thelathini. Sio diwani mimi, diwani mimi, lolote linalotaka kufanyika wananchi wapate taarifa, na linaloshindikana wapate taarifa. Niwaage kwa maneno yafuatayo: siendi kuwa diwani kwa kuwa nina akili sana? Hapana. Siendi kuwa diwani kwa sababu napendwa sana? Hapana. Na kwenda kuwa diwani kwa sababu tuna kazi ya kufanya. Kazi hiyo ni mimi na wewe. Kazi yako ya kwanza ni kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi wa kutosha. Hiyo ndiyo kazi yako ya kwanza. Uti pekee ya kunifanya mimi ni yaseme hayo kwa kujiamini ni idadi ya kura atakazopata rais, mbunge na mimi kama diwani wenu. Niwape siri, wazazi wangu, ni wape siri, wadogo zangu, mara baada ya uchaguzi kila diwani atatambulika kwa watu waliomchagua. Ile siti pale halmashauri si ya James Mumba, ni ya kata ya Kilagano. Tukakae wengi kwenye ile siti, kwa kuwa lengo la serikali yoyote duniani ni ustawi wa watu, na kata ya Kilagano ndiyo kata yenye watu wengi kuliko kata nyingine yoyote Manayake ni kata inayetakiwa kupewa kipaumbele cha kwanza, na mimi nataka kuwa diwani mwenye kuifanya kata ya Kilagano iwe na sifa zinazostahiki kama ambavyo nyinyi mpo na sifa hizo kwa wingi wetu siieme